Injinia, <laughs> hili soko hili linavunjwa lote okay. Yeah. Na linajengwa ambalo litakuwa ni la kisasa hili okay. Kwao tunatakiwa kwa sasa tupate mchoro wa soko ambalo linaweza kujengwa hapa, na tungekuwa litakuwa vizuri kama tutajenga ambalo labda linaweza likaa inazunguka hivi hivi kama lilivyo hivi, lakini la kisasa vizuri? mwenyelea vizuri. Katikati hapa e, unaweza kutengeneza kama hivi hivyo walivyotengeneza ukatengeneza shed au kutengeneza nini. Alafu bidhaa nyingi kama na samaki, e, samaki, Eh samaki na nini mko. tunataka pia kuna baadhi ya bidhaa tuzizuia ambazo zinatoka njia za maji huku e, zisifike yeah. mjini ziishie hapa. Yes, yani mona hiyo jinsi ilivyo hapo. Hiyo yote ni haya matakataka haya. Hatutaki kuyaona. Umeona hili nataka ili, ili soko ni la mama. Yes, ili soko ni la mama, kwa hiyo hili na projekti yake naenda mbele ya mama kwa ajili ya hili, sababu hili limeshawashinda watu wote ambao walipewa nafasi ya kujenga hapa wameshindwa. Kwa hawa wafanyabiashara waliopo hapa ndani, sasa hivi tunachukua idadi yao, tunachukua dokumenti zao na kila kitu, ili unapovunja ukijenga, wao wanapata nafasi ya kuweza kufanya biashara. Yes. Kutakuwa kuna mgogoro, kwa sababu mtu mwingine ndo sehemu anapopatia riziki kila siku. Umeelewa? Kwa lazima tutafute pia eneo lingine ambalo, wakati, wakati mnafanya mnajenga hapa, wale wafanyabiashara wanapata sehemu nyingine ya kujishikiza wakati panajengwa, na ndio maana hili sitokubali livunjwe mpaka hela hiyo imeenea, kwa sababu kuna maeneo mengine kabisa hamna kitu kinachofanya kazi. Hili soko hili limekufa na limekufa kwa sababu ya kwanza miundombinu hmm, lakini pili strategic watu ambao wana viongozi ambao wanapata nafasi namna ya kulifanya watu waje waje hapa, sababu watu wengi hata kitaka kununua mboga anaenda mjini, anaenda kwa noti, anaenda marungu, lakini ukitengeneza mfumo mzuri kama walivyofanya Nazareti, mbona Nazareti imenyanyuka sana. kwa hapo mtakachotakiwa kupewa mpewe tu ndani ya kiwanja ukubwa wa kiwanja eh. E, kwa sababu mmeshaona mazingira unatakiwa yeah. Kujua uh, namna bora ya kuweza kufanya ili madi lipatikane li tu kitu ambacho hapa pia patafufuka. Pagumu hapa yani hata kuchora mnaweza mkashindwa kupachora, kwa hiyo imekaa hivyo ko. Sasa kwa sababu ni plan ya muda mrefu, kwa sababu ni plan ya muda mrefu, nategemea mkishanipa mchoro mimi ndo nitaanza kukimbizana naye Yes. Yani, umeona hiyo, umeona jinsi ilivyo hapo. Hiyo yote ni haya matakataka haya, mataka haya. Atutakiwe kuyaona mwona hili natakiahili soko ni la mama hili, yes. soko ni la mama, kwa hiyo hili project yake naenda kumbele mbele ya mama kwa ajili ya hili sababu, hili limeshawashinda watu wote ambao walipewa nafasi ya kujenga hapa wameshindwa. Kwa hawa wafanyabiashara biashara waliopo hapa ndani, sasa hivi tunachukua idadi yao tunachukua dokumenti zao na kila kitu, ili unapovunja ukijenga, wao wanapata nafasi ya kuweza kufanya biashara. yes. kutakuwa kuna mgogoro kwa sababu mtu mwingine ndio sema anapopatia riski kila siku, umeelewa? Kwa lazima tutafute pia eneo lingine, ambalo wakati, wakati mnafanya mnajenga hapa, wale wafanyabiashara wanapata sehemu nyingine ya kujishikiza wakati panajenga na ndo maana hili sitokubali livunjwe mpaka hela iwe imeenea, kwa sababu kuna ah, maeneo amna kitu kinachofanya kazi. Hili soko hili limekufa, okay. Na limekufa kwa sababu ya kwanza miundo mbinu, hmm. Lakini pili, strategic watu ambao wana viongozi ambao wanapata nafasi namna ya kulifanya watu waje hapa sababu watu wengi wanaenda hata kitaka kununua mboga anaenda mjini, anaenda kwa Noti, anaenda Marungu. Lakini ukitengeneza mfumo mzuri kama walivyofanya Nazareth, mbona Nazareth imenyanyuka? Umeona? Kwa hiyo hapo, mtakachotakiwa kupewa, mtakiwa mpewe tu ndani ya kiwanja, ukubwa wa kiwanja eh. Hapo endeni, kwa sababu mmeshaona mazingira, mtakiwa kujua namna bora ya kuweza kufanya ili madi lipatikane tu, kitu ambacho hapa pia patafufuka. Pagumu hapa yani, hata kuchora mnaweza